Shalom shalom, rafiki, ndugu unayenifuatilia kupitia chaneli hii, kwa majina ninaitwa Jeremiah Wami, ni mwanamuziki, ni mwalimu na mchambuzi wa muziki. Na kama kawaida, huwa napenda kuzungumza na wewe maswala yanayohusiana na muziki. Hii yote ni katika kujengana, katika kuinuana, katika kupeana maarifa na uelewa, ili kwamba tuweze kuifanya huduma yetu katika viwango vya juu, viwango vyenye ubora kabisa, na zaidi, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Basi ninapenda kuzungumza na wewe mada inayohusiana na masuala ya muziki, na mada yetu ya leo inayohusiana na muziki, ninapenda kuzungumza na wewe inasema walimu na wanamuziki wageni kwenye makundi ya uimbaji nao wanahitaji kupewa muda kuwekeza falsafa na ubunifu wao ili kuleta matokeo chanya ndani ya kundi. Walimu na wanamuziki wageni kwenye makundi ya uimbaji nao wanahitaji kupewa muda wekeza falsafa na ubunifu wao ili kuleta matokeo chanya ndani ya kundi. Hiyo ndio mada ambayo tunakwenda kuizungumza siku ya leo. Katika makala hii tunaangalia umuhimu wa walimu na wanamuziki wageni kupewa nafasi. Mara nyingi walimu, waimbaji au wanamuziki wanapofika kwenye kundi jipya, nao huweza kukabiliana na changamoto kadhaa hapo sehemu walipohamia. Changamoto hizi inaweza kuwa kama vile mazingira mapya na changamoto ya kuzoeana na wenyeji wake kwa haraka. Kiukweli hii inakuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu mtu ndio kwanza amefika, kwa hiyo mazingira hayafahamu vizuri, na hata wenyeji wake kwa sura pia kuwakumbuka kwa haraka haraka ni ngumu. Wakati mwingine majina ha, hayafahamu, hawajui kwa majina wale watu ambao e, wamempokea pale, kwa sababu inakuwa ni kundi kubwa, kukumbuka labda inaweza nikakwa yenye watu 30, 40, au zaidi k sio kitu cha rahisi sana mtu kuweza kukumbuka kila kitu na kuzoea mazingira kwa haraka. Kwa hiyo hii ni moja changamoto ambayo hawa walimu wageni na wanamuziki wageni wanapofika sehemu ni moja changamoto ambayo wanakabiliana nayo. Changamoto nyingine ya pili ni kuzoea nyimbo mpya na kundi jipya alilohamia. Kwa hiyo kuzoea nyimbo za kundi jipya lile ambalo amehamia inakuwa pia sio kazi rahisi, kwa sababu unakuta tayari kuna nyimbo pale amezikuta, kwa hiyo aanze kuzoea nyimbo zao ajifunze na yeye na kisha jifunza pia aweze kuzipiga ama kuzifundisha. Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo walimu wageni ama wanamuziki wageni wanakabiliana nayo wanapokuwa wamehamia kwenye kundi jipya. Changamoto nyingine ya tatu ni kuzoea mifumo yao na taratibu zao za ibada. Hii na yeye ni moja ya changamoto, kwa sababu unakuta mtu huyu mgeni huko alipotoka e, mifumo yao na ibada zao au taratibu zao za ibada zinaweza zikawa tofauti sana na sehemu hapo walipohamia wa. Kwa hiyo na yenyewe inakuwa ni moja taratibu taratibu, e, ngumu sana kuweza kuzoea. Inachukua muda kidogo ili aweze kuzoea ule mfumo mzima wa pale sehemu walipohamia wa, mfumo wao wa, jinsi wanavyoendesha mambo yao, mfumo wao wa ibada. Kwa hiyo na yenyewe ni moja changamoto. Changamoto ya nne ni kujitahidi kupambana ili kukidhi matarajio ya uongozi na kundi husika. Nayo hii sio kazi rahisi kiukweli, kwa sababu mtu amefika wa pale, wale viongozi waliomuita ama lile kundi, na wenyewe wana matarajio yao kutoka kwake. Kwa hiyo anajaribu pia eh, kupambana na kuzoea mazingira, kuzoea watu, kuzoea mifumo ya ibada, wakati huo huo eh, kujaribu kupambana ili aweze kufikisha kufikia yale malengo ambayo wale watu waliomwita mabosi wake wale wanahitaji kuyafikia. Kwa hiyo na yenyewe ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo kiukweli e, waimbaji na walimu ama wanamuziki wapya wanapambana nayo sana wanapokuwa wamehamia kwenye kundi jipya. Changamoto nyingine ya tano ni kwamba inaweza kutokea wakati mwingine huyu mwalimu mwanamuziki ambaye amehamia katika kundi jipya anaweza asipate e, ushirikiano sana kutoka kwa wenyeji kutokana na sababu mbalimbali. E, ama kwa wale waimbaji ama uongozi wanaweza simpe ushirikiano sana, lakini pia inawezekana likawepo labda kundi lingine wasiofurahia ujio wake. Kwa hiyo inawezekana ikaleta upinzani pia na kuifanya huduma yake ikawa ngumu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo na yenyewe ni moja changamoto ambayo anaweza kukutana nayo, na inaweza kumletea ugumu sana katika huduma yake, katika kuifanya huduma yake. Kwa hiyo ni moja changamoto pia ambayo E, mwalimu mgeni ama mwanamuziki anaweza akakutana nayo katika kundi jipya kutokana na changamoto hizi ambazo tumeweza kuziona unaona kabisa kwa sehemu fulani zinaweza kuathiri utendaji wa walimu na wanamuziki hawa wageni ambao wanakuwa wamehamia katika kundi jipya kwa hiyo hapo sasa ukiangalia kitaalamu unaona kabisa kuna umuhimu wa walimu na wanamuziki wageni hawa kupewa muda kuendelea kupewa muda ili waweze kuifanya huduma yao E, kiufanisi zaidi na kuweza kufikia matarajio ambayo yamewekwa na uongozi au hilo kundi husika ambalo limewaita mali hapo. Kwa hiyo wanahitaji kupewa muda, hii ni kutokana na changamoto hizi ambazo tumeziona. Kwa maana hiyo, kupima utendaji wa huduma ya mtu ndani ya wiki moja wiki mbili au mwezi na kisha kumwondoa, wakati mwingine inaweza ikawa si sahihi sana. Hii ni kwa sababu ya hizo changamoto ambazo tumeziona.